Kuna watu wa chama maalum cha ODM ambao wamepanga kumtoa nje ya kiti chake cha urahisi wa Kwale kounti, na ikiwa watu wa ODM wamepanga njama ya kumtoa tunasema, kwa pamoja, ODM imeagana na watu wa na watu wa hatutaki na, wa... na Kwale yetu na tunamwambia Senator Boy, zile karatasi alizozichukua 1997 Gavana Mvurya alikuwa bado hajachukua hatamu ya uongozi, achague wale watu waliokaa wakasaini ile karatasi ODM inasema sijui Mvurya hastahili kuwa ofisini. Tunayajua yanatoka wapi? Yanatoka Mombasa na Mombasa inaongozwa na gavana wake na Kwale iko na gavana wake. Wazee wanasema wa Kwale, sisi hatutasikiza mambo ya Boy, hatutasikiza mambo ya Sami Rua, hatutasikiza mambo ya watu wengine michwara michwara. Sisi tutazungumza mambo ya Mvurya, tukijua faida tuliyopata kwa miaka minne kwamba amechukua watoto wetu akawapeleka university za India na kila sehemu. Anaw, anawasomesha bure, bure, bure na sisi hata, hata hatulipi. Sasa na sisi ambao watoto wetu wamepata masi za nyuma wanasomeshwa huku sekondari hapa hapa na kila mtu hapa, hakuna mtu anayelipia mtoto wake, na ni sababu ya, ya, ya Bwana Vurya. Hivyo hatutamsikiza Joho, kamwambieni hatutakusikiza Joho kwa sababu huna faida Kwale, huna faida Kwale Joho. Na tunatuma ujumbe umfikie Mweshimiwa Raila tulimpigia kura hapa kama Raila hatukumpigia kura kama ODM. Sasa tunamwambia vile ameshika mambo ya Joho, mtu wa Mombasa si wa, mo, si wa Kwale, ajue kura za Kwale amezikosa. Huo ndio ukweli wa maneno. Sasa sote tutaenda kule. Gavana wetu amefanya nini? Ameenda. Sisi tunamheshimu Mvurya, ametufanyia kazi. Kwanza Mzee Raila ambaye tunamheshimu sana Juzi alipoita mheshimiwa wa gavana huko Nairobi, walimuita kwa panel ajitetee. Mimi nashangaa mtu ambaye alikuwa amekuja kumtukana hapa Kwale akawa kwa hiyo panel, kulikuwa kutakuwa na ukweli kwapo? kulikuwa kutakuwa na uhaki kweli? Mishimboko alikuwa kwa hiyo panel ya kumhoji gavana? Sisi tunasema ODM sasa kufikia sasa huku Kwale haina uhaki. Tunamwambia Joho kwa, kwa, kwa, kwa heshima ya kwamba maji anayokunywa ni ya Kwale, maji anayokunywa kule Mombasa ni ya Kwale. Asipotuisumu <tutu> huu ujumbe uende, haya maji tutayafunga sisi wananchi. <tutu> <tutu> ni nini atafanya? Maana ake ikiwa yeye atakunywa yale maji ya baharini, aende akanywe. Ikiwa by election nakuambia, ije leo, wacha kutukisia ya kwamba kuna by election kwando, kazi itakuwa imeisha, kijana By-election ikija leo si mwezi wa nne eh, eh, mwezi wa tatu aa, tuwapiga kura au mwezi wa mm. pili. Saana wengine tutakuwa tumeangusha. Sasa hiyo 2017 sitakuwa akova. Sasa tunakwambia Mvurya na, yes. na, na sisi na sisi na Mvurya watuheshimu, waone ya kwamba sisi pia ni Kwale. Sisi vijana wa Kinango ama vijana wa Kwale kwa jumla, kitambo tukwa tadharauliwa sababu ya elimu tu. Gavana wetu Mvurya He's the only governor mwenye alieka milioni mia nne ya basari Kenya nzima ambayo milioni mia nne inafaidi mayuthi peke yake walio second school wanasomeshwa. Akipita na maksi nzuri anaenda university anapewa basari. Akipita vizuri zaidi anapelekwa ng'ambo kusomeshwa. Halafu hivi leo watu watoka huko na vyama vyao watuletea kasumba vyama. Sisi tuna tunamwambia Raila na chama chake cha ODM na kundi lake la Mombasa, ya kuwa venye wewe umemkataa gavana wetu, pia sisi watu wa Kwale hatukutaki, watu wa Kwale hatukutaki. Enda na chama chako Mvurya, wewe. Asante.